Yes. Habari yako? Mzuri sana naitwa, mimi naitwa Chofri Kimweno, nimekuja kuomba kazi, nimekuja kuomba kazi mm. Kazi ya security ya uh -huh. mm. security Hakuna hmm. kazi ya security. Wewe ndio hmm. utachunga ama Mungu atakuchunga? Na nachunga lakini naomba Mungu anichunge tena. Lakini tena? Hmm. si no, no, lazima uweke Mungu mbele. Lazima uweke Mungu mbele. Eh, sasa hizo si, zile sa, si, unafanya kazi, omba Mungu. Mhm. Uh -huh. Eh. Wewe uko eh... na miaka ngapi? Eh. Sai. Na kuuliza wewe na kuuliza, uko na miaka ngapi? Saini kama niko na tati saizi, mm. Unasema ni kama mm? Ni kama uko na tati ama uko na tati eh, niko na tati, I mean niko na tati mm-hmm. Eh na na na na na so kama mm. una, unasema na kazi naweza uko na requirements kama

Yes, yeye yeah, data zikwenye yako ama ni ya mtu mwingine? Sini ni sini, sio ni data zikwenye ile ile miaka ile saliwa. Mhm. Eh kidana. Wewe ulizama kufika class <laughs> ngapi? Mhm. Ulizama ulizama kwa shida ukafikia ngapi? Nimefikia 8. Mhm. Mm Nikiwa 8, nikajaribu kwenda form 1 lakini pesa ilipotea. Pesa ilipotea. Mhm. Ilipotea wapi? Mhm. Ilipotea wapi? Nyumbani. Unapata nyumbani, mbona hukuenda kutafuta? mm, Mama wangu ana kazi. Mama wangu ana kazi mm. So bila pesa ilipotea ama hukupata pesa ya kulipa karo? Eh, ee, mama wangu angenilipia shule mm. Sio mimi. Aha, uh -huh. Eh. Alafu sasa eh, sasa sikuendelea au kuendelea mm. Ah uh. uh. so, mm. Sasa umesema uko na birth certificate na

Ulepewa? Eh, uh, aliniambia ukipata ukienda kwamba kazi ni mpiane. Mhm. Mm mhm. Mm -hmm. So uta za so, na dai ukuje na title deed. Mhm. Mm. Simia ndio na nini? Ama hiyo haitumiki? Hiyo yeah, ifanye kazi hiyo. Mhm. hiyo -hmm. ni yako mm hiyo. Mhm. Sasa so, so, utaleta barua ya chief? Mhm. Mm. Uko nayo? Ya chief. Mhm. Chief. Yeah. Chief sijui alienda hapi. Haujui wewe mahali penye alienda? Mm. Sio kupata nyumbani. Huko, eh utaenda kumtafuta yeye sasa. Mhm. Mm Nenda utafute akuandikie barua ya chief. Mhm. Mm Alafu, yeye yeye aniandikie barua ya chief. Ama kama yeye yeye akuandikie barua. Nenda, mwambia akuandikie barua. Nenda, mwambia nimeenda kuomba kazi. Mhm. na wamekataa akasema, mhm mm nikuje niandikiwe barua mhm mm ngeniende niombe kazi sawa. mhm na barua ya tena ya mzee wa kijiji mm. na barua ya kanisa. mzee wa kijiji mzee wa kijiji kijiji ya, ya kijiji na ni, ni nani mzee wa kijiji? kuna mzee wa mtaa kwa kila mahali mm-hmm. barua mm. anamwambia tu akuandikie. ah, eh, mzee wa kijiji ni ni mzee sana hajui kuandika, atajua tu atajua. mm-hmm. eh, sasa hakuenda shule hakuenda shule ee, anajua hata, tu atanipigia simu, halafu tutaongea naye, tutaona vile tutakusaidia. Si unasema wewe wewe ni mtu mzuri? Sasa uta- uta- tutaongea na huyo, utaenda kumpatia namba, halafu tutaongea naye, kumpatia namba, tutaongea naye, na barua ya kanisa ndiyo inapelekana tena mimi li niliacha kanisa last year eh. Pasta ndio tulichangia, akaenda nayo na pesa. Sasa ni kwa ujaenda, sijaenda kanisa ingine uh -huh. Eh, na pia nikienda kanisa ingine uh hmm. naweza kuwa nini, nafanya makosa juu nilikuwa nimejua hiyo pastor. Ulikuwa umemjua hiyo pasta eh? Na hiyo pasta ndio wapi? Atujui, kanisa yetu ilikuwa ya Ema. Hmm? Ilikuwa ya Ema. Ya Ema. Eh. Mmhm, mm -hmm. So kama ni Emma ni a ali alitoa kila kitu akaama. Ehhe, so aliama na kila kitu ehhe. Sasa hiyo kanisa ilikuwa imeandikwa come the way you are, come the way you are, kuja mle ulipo. Mmhm, ohh, come the way you are church. Mmhm, so utaenda tu utapata tu makanisa inakuanga mingi. Mmhm, enda mwambia tu akupee barua. Mmhm. Alafu ukuja nayo tena? Mm. Na kitambulisho ya mama yako? Mm. Hana kitambulisho. Na baba yako? Mm. Papa baba baba sasa alikosana na mama. Mm -hmm. Sasa hayuko. Bila alikosana na mama yako, kwani alikosana na wewe tena? Mama ni single mother. Ati single mother? Mm. Na wewe umezaliwa aje? Kwani wewe wewe ni wa grade? Mm. -hmm. Eh. Yeah. Abana mimi mm -hmm. mamangu aliona baba ana pesa sana, akaachana naye. Aliachana naye yeah. Si eh, ndio yuko na baba, si kwani mtu ni baba ameoa mwingine. Eh, enda tu, enda tu kwake. Mm. Umwambie tu baada, nataka uniandikie, unipe kitambulisho, picha yako. Mm. Ndio tunataka. Mhm. Mm. Atataka vitu zingine zizi. Mm. Na nimekwambia na picha yake, sasa utakuja sasa, sasa, na picha yake. Aja apiga picha. Aa, utaenda kupiga. Mwambie apige na simu halafu kuja naye. Mhm. Aha. Na na rafiki yako ama ndugu yako. Mhm. Kopi tena ya kitambulisho. Mhm. Akuwe kama ako naye. Mhm. Na na sasa ukuja na hizo vitu. Mhm. Yes. Na. Aha. Pesa ngapi sasa pamani? Pamani? Mhm. Wewe ulikuwa unataka kazi ama unataka pesa? Mhm.

wewe umeniambia nikupee -ni kazi mm. si nakupea kazi sasa, mbona mm. unaitisha tena pesa mm. unaitisha pesa ya nini? Ilikuwa nataka tu ni chunguze zenye nalipwa. Ah, ndio nakuuliza wewe, unalipwa nini pesa? na uko usiko unaomba kazi mm -hmm. Uh, ukiomba kazi, ukipewa kazi, unataka ulipwe nini pesa? Pesa pesa ya nini? Kazi kazi gani ndio uko unakuja kuomba security sasa mm. hiyo kazi ya security si nimekupea mm. Sasa nimekupea kazi, mbona useme un, un, un, unataka pesa? Ulikuwa unakuja kutafuta pesa ama unakuja kutafuta kazi? Kazi na pesa. Kazi na pesa. Hapo Mm. Atafanyangi kitu kama hiyo. Mm. Eh. Sisi tunapeana kazi. Mm. Alafu pesa baadaye. Mm. Kama, kama itakuwa sasa itakuwa sasa sisi kupenda kwetu tukupe. Mm. Tukupea pesa. Lakini kazi ndio tunakupea. Mm. Eh. Epo eh, fanya hivi kwanza. Mm. Simama. Mm. Simama kwanza. Msimame. Eh, simama. Mm. Aha. Uh, simama vizuri. Wacha kuingiza mkono wa nini? Mhm. Mm. Uh -huh. Mm. Sasa. So mhm. Mm. Uh, na hiyo urefu yako unaweza ona mwizi mm, kweli? Mhm. Hiyo urefu yako mm, unaweza ona mwizi? Mm. Kwani? Hey? Sina nimesimama. Umesimama saa hizi ama umeketi? Nimesimama. Mbele uko yeah, hivi? Eh. Vipi hivi? Eh, Mimi nipo hivi. Eh, puto kofia? Mhm. Toa kofia.

Ah uh ah, -huh. Uh-huh. nimesema enda toa vile vile mimi niko. Hmm. Uh-huh. Eh. Alafu ukuje. Na ile namba? Namba gani? Enda kwanza alafu nitakuja nakupea. Uh-huh. Hmm. Eh. Sawa? Oh.